Mario Bagoglio au kwa jina lingine Papa Francis amefariki asubuhi ya leo. Akitangaza kifo hicho, Cardinal Kelvin Farrell amebaini kuwa Papa Francis amefariki mwendo wa saa moja na thelathini na tano akiwa katika makao yake ya Vatican Casa Santa Marta per la vita E vuole akiongeza kuwa na nikinuku, kwa huzuni kubwa anatangaza kifo cha Papa Francis na ambaye alikuwa mfano mwema wa mtume wake Yesu. Mwisho wa nukuu. Siku ya Jumapili, Papa Francis alihudhuria misa ya Pasaka katika kanisa la Rome Vatican Misacho. Kifo cha Papa Francis kinajia baada ya kuugua ugonjwa wa pneumonia, ugonjwa ambao ulimfanya lazwe katika hospitali ya Gemeli mnamo tarehe kumi na nne na alikolazwa kwa muda wa takriban mwezi mmoja. Papa <tis> Francis ni mzawa wa mwaka wa elfu moja kenda mia thelathini na sita katika taifa la Argentina. Alitawazwa kuwa kasisi wa kanisa Katoliki mwaka elfu moja kenda mia sitini na tisa na akafanyika kuwa askofu mwaka wa elfu moja kenda mia tisini na mbili na baadaye katika mwaka wa elfu moja kenda mia tisini na nane akafanyika kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires katika taifa la Argentina. Baadaye mnamo mwaka elfu mbili kumi na tatu Papa Francis aliteuliwa kuwa kasisi mkuu wa kanisa Katoliki akichukua mikoba hiyo ya uongozi kutoka kwa Papa Benedict nambako amehudumu hadi kifo chake questo bambino lo riscattera dalle tenebre del male del dolore della morte viongozi wengi ulimwenguni wamemwomboleza Papa Francis akiwemo Rais Ruto akisema Papa Francis atakumbukwa kwa kujitolea kwake kumhudumia Mungu kanisa na watu. Papa Francis atakumbukwa kwa unyenyekevu wake na kuwatetea wahamiaji, japo wamekumbana na pingamizi nyingi ikiwemo kauli yake kuhusu uhusiano wa jinsia moja. Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka